Hujambo, popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor mado Mandala. Na hii leo basi ningependa e, tuweze kuenenda pale kwa pamoja nikafika katika maeneo kadha wa kadha, na niruhusu basi nianzie eneo la Chepsion kule Kericho. Chepsion, Kericho, e, kuna mmoja afokea mume kwa kudoea minofu kwa mdosi. Naam, ilikuwaje? Mwandada wa hapa msuta mumewe kwa mazoea ya kula kwa mdosi, kisha kufika nyumbani akiwa ameshiba na kulingana basi na habari ni kwamba polo huyo aliajiriwa na jirani ambaye ni sonko sana, na hushinda huko tangu macheo hadi usiku, alafu anakula kule minofu na kadhalika. Kidosho aliudhika sana na akamsuta mmewe vikali kwa lawama za kuachia sukuma wiki, anamwambia hivyo. Alisema kwa maneno yake, unakula minofu kwa mdosi wako na ukifika nyumbani hujali kuhusu tu, eh, tulichoweza kupata. Yani jamaa anaenda kula, anakula mnyama, anajua kwa mdosi anakula vitu vinono vinono, lakini basi akienda nyumbani hataki kujua, nyinyi jipangeni. Kwa hivyo mke wake akafika mahali akaona hapana, wewe unakwenda kwa mdosi unakula vinono, alafu kija hapa, si tumekula sukuma wiki kila siku? Tumechoka sasa, usikuje usikule na sisi hapa sasa. Naye kama kula hawezi beba, so afanyaje? Ache kula akuje kula hapa ama Anyway, lakini sasa unakulaje kule unacha familia na kama hana pesa, afanyeje? Naam, ilifanyika wapi Chepsiot au kule Kericho? Sijui. Angalikuwa wewe ni huyu mwanaume ungefanyaje? Uache kazi ama ukibeba kibeba chakula kule chenyafu kule ulete ama what would you do? Hai, ni nikikapita pita pita za kwangu na hapa VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na kabla tuendelee zaidi, nikukumbushe kwamba usiondoke hapa kabla uweze kusubscribe. Chini hapa kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, kambia sign in, sign in ajimila account yako. Copy the link and share, weka comment yako hapa chini na bwana kutende wema. Hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii. Naam. Tukiendele pale nikavuka mpaka eneo la uh, Changamwe kule Mombasa. Changamwe Mombasa, kuna dem moja awakia mpenzi wake kwa ahadi hewa ya kumlipia rent. Na de <laughs> mmoja alizua kisanga mtaani hapa baada ya kumkabili mpenzi wake hadharani, akimtaka aache kumchukulia kama mjinga kwa kumpa ahadi za uongo. Wanaume, wanaume, lakini at one point in life, si ulidanganya? Kwa wale ambao mko pale, umeoa, si ulidanganya? Anyway, but is should it be a way out Of everything especially kwa mambo ya uhusiano na kwa mujibu wa habari walioshuhudia, ni kwamba kipusa huyo alifika ghafla na kum, kumwambia e, e, jamaa aliyekuwa akisubiri basi huku akitabasamu, akimvuta kando na kuanza kumwaga hasira. Yani, unajua hakungojea, alienda jamaa pale kwa stage, hata hakutaka kwenda kwake pale kwa stage akavuta hiyo kando. unangoja basi kwa nini? We, nimechoka na ahadi zako, ahadi hewa. Uliniahidi kwamba utanilipia rent. Najiuliza, is it your right ku kulipiwa rent? Kwani haki yako? Kuna pahali mliandikiana? Ni deni analipa? Hapana. So kwa sababu ya uhusiano eti analipa? Wewe fanya kazi, tafuta za kwako ba kwa, na we kama uliahidi pia timiza, acha za ovyo, ahadi hewa chana nazo. Lakini pia nawe dada, fanya kazi, tafuta za kwako kwa kwa, acha kutegemea. So mkikosana na yeye hutaishi kwa nyumba, utaishi kwa hewa naongea ambayo imeacha aya nikitoka kule basi nikavuka mpaka wapi mpaka eneo la Matinyani Kitui. Matinyani Kitui, kuna lofa mmoja ashtaki mke kwa pasta, eti alimkausha burudani chumbani. Naam, lofa wa hapa aliamua kumwita pasta wa kanisa aliloshiriki, ali, ali mkewe na kumweleza masaibu aliyokuwa akipitia m Miku...